Na chama cha uh, DCP mm -hmm. Sisi tuki raise maneno ya IEBC mm -hmm. Tuna raise kwamba tunataka tu wawe watu wa usawa mm -hmm. Hatujasema kwamba tunataka tu, ati wasi wasiingie kwenye, kwenye. Hatuja interfere na process ya kuappoint au IEBC tumewaachia wa appoint. Atulisema hata wangetaka kuappoint Oscar Sudi awe IEBC chair ni sawa, sisi tunajua tutachunga kura yetu katika polling center mm -hmm. Lakini ni muhimu wa Kenya wajue leo hapa sami mm -hmm. Na mimi nakwambia kwamba yule chairperson eh, alipewa kuwa chairperson wa IEBC, yeye amekuwa attorney general katika serikali ya yule Nanok, ambayo ni deputy chief of staff katika mm -hmm. state house mm -hmm. yule alutalala amekuwa wakili wa Musalia Mudavadi, yule mama ambaye, yule, yule, yule commissioner ambaye amechaguliwa moja mm -hmm. yeye Ame, ye ni shemeji ya Junet Mohamed. mm -hmm. And therefore ni lazima watu wajue uhusiano, hatusemi mm -hmm. watu wasifanye, si tumesema hata wakitaka kuchagua mtu yoyote mm -hmm. katika chama chao akuwe IEBC, hatuna shida, lakini information is key, kwamba hizo relationships mm -hmm. za ndugu ya huyu ako katika commission, ndugu ya huyu katika commission, we must start asking them to be accountable mm -hmm. Asante sana.